Uh, kujipata pabaya labda angetupatia, uh, angetupatia kauli yake kuhusiana na magenge haya na jinsi ambavyo imekuwa ikishughulikia uh, masuala hapa uh, katika jiji kuu la Nairobi. Uh, Kasula karibu sana kwenye studio za TV 47. Ashukuru. Naam. Uh, umeona utafiti wa jukwaa la usalama ambayo imetolewa mwaka 2025 na Uh, ningependa kusikiliza uh, kauli yako kuhusiana na kuna watu wengi, kuna vijana wengine ambao ni wadogo, wengine umri wa miaka uh, kumi na nane wengine ishirini. Sijui kauli yako ni gani? Wajua, mchipuko wa magenge, kitu cha kwanza lazima tujue root cause mm. na kadri siku zinavyoenda magenge yanabadilika <coughs> uh, vile umesema hapo sijui kuna sijui Mungiki sijui kuna Gaza mm. Ukiangalia hizo mbogi ni mbogi kwa saia ziko uh, kwa saia ziko eh, like Gaza, Gaza ilikuwa ni ya Kayole uh. Gaza ni ya mtaani, mi natoka Kayole Soweto eh. Na Gaza kipindi serikali iliangazia macho sana, kidogo wengi walibadilika. Kile kimebaki ni the small elements hmm. So majority walibadilika, na hata siku hizi unasikia kijana anakuambia siku hizi anajipigia mboka yake, lakini kuna vile sasa most of these groups is metamorphosis into goons uh, mnipata? Yeah. Na I think, pia think gava, gava na all the political leaders wana play part in kusaidia hizi groups because hii wamezi, most of them wamezi embrace. Imekuwa ni ati sasa hao ni maguna ama ni mbogi yake, lakini si mbogi ya such, si mbogi ya kusaidia ibadilike ama ifanye mazuri kwa jamii, but ni mbogi ya imfanyie kile anataka wakati anataka ku deal na opponent uh, so kuna vile bado kuna washika dau wana play pattern parcel ya kufanya hizi groups tu zi still zi exist ziendelee ku exist yeah, kumaanisha. So, baada ya uchaguzi bado, uh, haya makundi yataweza, kuna watu wanao wa maintain eh, yeah. Hey, kuna watu wanao wa maintain wana washughulikia mahitaji yao. E, kuna watu wanawashughulikia tu mahitaji yao mm, na wawashughulikii waendelee kimaisha ama wafanye positive vitu, vitu positive mm. Wanawashughulikia ndio wakuwa na shughulika wakati hapo kuna zogo ama kuna vile, nitakupatia mm, mfano kuna vijana wengi sana pale mtaani wa wana mara nyingi wa wanachukuliwa wanaomba waende wakazushe rabsha mahali yao, iko mia tano mia tano Leo hii mia tano itakusaidia na Mm. Haitakusaidia, haitakusaidia popote mm. So hizi groups, kuna vile bado ndio tuzimalize, tunaweza imba wimbo wa mtoto asiyezaliwa hapa, tunaweza ongea mpaka next year mm. But pia kuna washikadau wanafaa wa play part kubwa sana pia, upbringing wazazi washaachia community mm. watoi wao awatoi wana look up to nani nani ana kichele pale mtaani? mm -hmm. Dingo fulani ndiye ana kichele, jamaa fulani ambaye yuko karibu na mwanasiasa, yeye ndiye ana kichele. So automatically utapata hizi groups nyingi a vijana, kuwaleta kwa hizi mbogi inakuwa rahisi. So wale, the, o, the OGs wale wamekuwa wazee, watatoka au sasa ndio wana -recruit. ah atoi O wale wachanga yeah, wale wachanga ah. So unapata hizi group inakuwa ngumu kidogo kuzimaliza. Kuzimaliza. Lakini kuna, kuna ways zenye gava inaweza du na wazazi na stakeholders mm, wa, kuna vile wanaweza du hizi mbogi zikaisha ah. Mm. Sante sana kwa kauli hiyo eh, Adan Kishki eh, pia ningependa kusikiliza kauli yako kwa sababu wewe ni kiongozi wa vijana.